Athari ya upande wetu kama wavuvi sisi, tunajua kwamba eh, uchafu mwingi hasa huu wa plastiki huwa ni, ni sumu kwa samaki na unadhuru vi, viumbe tofauti tofauti. Kwa hivyo unaweza pata kwamba sisi sahi, kadri hu msimu wa saa hii si tabia nchi tu peke yake, lakini kuna vitu vingi ambavyo vimechangia uhaba wa samaki. Kwa hivyo unapata saa hii hali ya uchumi hasa kwa mtu ambaye ametegemea bahari, mnunuzi wa samaki ama mvuvi, tumekuwa nayo changamoto. Kwa hivyo imefikia mahali hatujui tatizo hasa ni nini ambalo linafanya samaki wanakuwa wanapungua namna hiyo lakini tuna uhakika kwamba hii uchafu, huu uchafu wa mazingira ni changizo moja wapo ya wa kufanya samaki waadimike, na sisi ina tu impact kama hivyo. Hapa Wesa tunafanya mara moja kwa mwezi, lakini unapata kila mwezi unaweza pata ni watu kumi ama watano kati ya watu kumi na watano ndio wamefanya ule usafi. Kwa hivyo tunahitaji tu hamasa zaidi, kwamba jamii iwe inajitokeza kama ni kila wiki ama ni kila mwezi, lakini watu mia kuendelea hivyo, kwa, kwa watu wengi kama hivi leo ambao wamekuja hapa wengi basi iwe itakuwa tu namna hiyo. Kwa hivyo sisi zaidi, si hawa wachache ambao tumeweka hiyo rutini ya kufanya, pia tunataka kuweka rutini ya kuhamasisha wenzetu ambao hawajui, watoto, watu wazima, wao wanakuja hapa, ambao wakikuja baharini, namba 1 mtu asilete uchafu. Namba 2 akiona uchafu anatoka na hata wale watembezi, mara nyingi unapata mmoja kustarehe, lakini at least kuwa na kitu ambacho labda changamoto watu na... tu... vitu ambavyo hatuna ni kama zile sehemu za kuhifadhia, lakini kwa maana kwamba tunajua takataka zinaiko hapa, itakuwa rahisi hata mgeni akifika hapa we mwenyeji ukimwona, mwambia tembea baharini, ogelea, lakini ukiona chupa wakati unarudi, toka njoo iweke hapa. Hiyo ndio changamoto ambayo, kwa sasa hii, hatuna hizo sehemu, lakini tunatamani sana tuwe na sehemu kama hizo ambazo tunaweza kuhifadhi uchafu tu kwa muda. Itakuwa rahisi kwamba hata mtu akiingia baharini akitoka, anaweza pata chupa au kuileta hidro pale, atakuwa pia anatusaidia, badala ni kusema kwamba yeye hana mahali pa kuiweka. So, ni sisi tena tujipange kila siku so routine, natakiwa tutengeneze hiyo culture kwamba hata mgeni akiingia akikuja hapa, akiona uchafu anaweza toka naona dump mahali specific. Lengo letu ni kusaidia wananchi kusafisha bahari na kuwasaidia kucreate ile awareness ya muhimu wa kusafisha bahari, kwa sababu kuna ile tunaita blue economy ama uchumi bluu. Tukisafisha bahari tunasaidia kukuza huo uchumi, kwa sababu wanyama wa, wa pale baharini wataweza kupata afya mzuri, na pia sisi tutapata afya mzuri kwa kukula samaki iliyo na afya mzuri. Bahari inasemekana ndipo kuna mali mingi sana ambapo inaweza patikana, na njia moja ambapo hiyo mali inapatikana ni kupitia kazi ambayo wavuvi wanafanya kuvua samaki. Kwa, kwa hivyo ukiona ya kwamba uh, bahari inachafuliwa tunakuwa na changamoto kwa wale wavuvi ambao tumeweza kuwasaidia katika uh, kupata mikopo. Wanapata ugumu wa kulipa ile mikopo kwa vile kuna upungufu wa samaki. Kwa hivyo ndio maana tunasema pia sisi tuje tusaidiane, ili tuhakikishe ya kwamba hawa uh, wavuvi wanapoenda kuvua samaki wanaongezeka na hawataadhiriwa hata kwa njia yoyote. Uh, kwa leo tumepata kilo mia nane arobaini na mbili ambazo tumeweza kuchukua kwa leo a, tumefanya kutoka upande wa kuingilia mpaka mahali tumetamatisha, ni kama kilomita moja hivi na nusu ambapo tumeweza kufanya a, katika kuchukua taka ama wakati tumechukua a, taka hapa katika bahari tumeona ya kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya a, kwa hivyo tunahamasisha Uh, jamii ambayo iko hapa iendelee na hii kazi na pia sisi tutaweza kuona kama tunaweza kuja tena kusaidiana, lakini kusema ukweli uh, bahari inahitaji uh, kusafishwa zaidi. Hapa Wesa kuna wavuvi wengi wakivua wale samaki, na yule samaki amekula pieces za plastic, akikuja kwa meza hata yule mwanadamu mwenye anakula huyo samaki ye pia anakula hizo plastiki. Sasa inaingia kwa food chain, in that way inatuna kama tunataka Tuko, tunatumia ile circular blue economy hii takataka tuitafutie tui, uh, um, umuhimu so tunaitumia over and over inatumika again. So, when you recycle, over and over again na haifiki haifiki kwa bahari. Cha kufanya tu ni kuwa ni kutafuta njia ya kuwa hizi takataka tukizipata taka ni takataka tukizipata, tukizipata, lakini ni vipi tutazibadilisha zini ni thamani kwetu, ili watu wa na wana, wa ari ya kutokuokota takataka zaidi lakini tukisema kama tujilaumu kama Kenya, tuweka takataka nyingi, si Kenya peke yake, takataka nyingi ambazo na zinatoka beach, zinatoka sehemu tofauti tofauti, Tanzania katika visiwa huko, lakini pia hii upepo kibadilika, pia unapata uh, kama wakati wa kusi takataka taka nyingi upande huo zinakuwa zinakuwa upande upande huo wetu, lakini wakati wa kaskazi takataka zinakuwa kidogo, kwa pia ukubadilika kwa upepo pia kuna sababisha takataka beach kwa nyingi.